Watu wengi husema marafiki ni familia tunayochagua, lakini ukweli ni kwamba si kila rafiki anayecheka na wewe anakutakia mema. Kuna baadhi ya marafiki ambao ukiwaruhusu karibu sana, wanakuchelewesha, wanakuharibu au hata wanakuumiza kimya kimya. Leo tutazungumza kuhusu aina za marafiki ambazo utakiwi kuwa nazo jirani kabisa kwenye maisha yako, na si tu nitawaelezea ni kina nani, bali nitakwambia dalili zao mapema na jinsi ya kujilinda bila kuwa na chuki. Awali ya yote, usisubscribe na kutoa notification ili uwe wa kwanza kupata madarasa yetu. Rafiki wa kwanza ni rafiki wa manufaa tu huyu ni yule rafiki anayekutafuta tu pale anapokuhitaji. Ukiwa na kitu, pesa, connection, au hata ushawishi utamwona karibu, lakini ukiwa ume down unampigia simu zaidi ya mara tatu, asemi wala hakurudi. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kuwa karibu na wewe kwa sababu na mfadhili au na network anayohitaji. Ukishaishiwa anapotea ghafla. Kama mtu anakukumbuka tu wakati ana shida, siyo rafiki, ni mteja waisani zako Rafiki wa pili ni rafiki mwenye wivu. Wivu ni kitu cha kawaida kwa binadamu, lakini marafiki wa kweli hawafurahii unapoanguka, wanafurahia unapoinuka, na hata wakiisi wivu kidogo wanakupongeza kwa dhati. Lakini rafiki mwenye wivu ni yule ambaye, akiona mafanikio yako, moyo wake unaumia sana. Atapunguza thamani ya mafanikio yako, atasema a, hata mimi ningefanya hivyo kama ningekuwa na connection, kama zako Dalili zake, anakutania lakini anamaanisha. Kwa mfano, wewe si mtu wa kupewa promotion bwana. Pia anafurahia kimya kimya ukishindwa, hajawahi kukupongeza kwa dhati. Wivu ukikomaa unakuwa sumu. Epuka mtu ambaye hawezi kufurahia mafanikio yako bila kujilinganisha. Rafiki watatu ni rafiki wa maneno mengi, vitendo sifuri huyu ni yule anayekupiga stories za motivation, mipango mikubwa, lakini akitakiwa kufanya kitu harisi anapotea. Hawa wanapenda kuongelea kuliko kutenda. Kwa mfano, anakuambia tuanzishe biashara, ukiuliza lini tuanze anasema ngoja tu plani vizuri. Miaka miwili inapita bado mpo kwenye planning stage. Marafiki wa ndoto bila vitendo ni kama abiria wanaolala kwenye gari, wanapiga kelele lakini hawachangii mafuta. Rafiki wa nne ni rafiki msariti. Kuna marafiki wanaokaa karibu kukuchunguza, sio kukusaidia. Wanajua siri zako zote, na siku mkitofautiana kidogo, wanazipeleka nje. Rafiki huyu anapenda kusikiliza siri zako, lakini hataki kusema za kwake. Ana marafiki zako wengine kwa siri na anasema vibaya juu yako. Unapomsamehe mara kadhaa, anarudia tabia zile zile. Kama mtu anakusaliti mara moja ni kosa lake, lakini akikusaliti mara ya pili ni kosa la kwako kwa kumruhusu tena katika maisha yako. Rafiki wa tano ni rafiki wa uvivu. Rafiki mvivu anaweza kukuchelewesha kimaisha bila wewe kujua. Hawa ni wale hawana goals, hawajali muda na wanakukashifu kila ukijaribu kubadilika. Maneno yao ni kama wewe umeanza kutuacha, sasa hizo vitu za self improvement ni show tu. Marafiki wa uvivu watakufanya uone kama kuishi bila malengo ni kawaida. Usiache ndoto zako zipotee kwa zipote sababu ya watu wasiopenda kusonga mbele. Rafiki wa sita ni rafiki wa drama. Kuna watu hawana amani bila drama. Kila siku ni ugomvi, majungu au rawama. Kila wakati ana stori za watu wengine. Akiona amani, anaitafuta kwa kuibukia kashwa. Anakuletea stress zaidi kuliko furaha. Amani ni mari. Marafiki wa drama watakuondolea utulivu wa kiakili. Rafiki mwingine ni rafiki wa mashindano. Rafiki wa aina hii hawezi kuishi bila kujilinganisha na wewe. Ukinunua simu mpya, na yeye ananunua ye, si kwa sababu wanahitaji, bali kwa sababu hataki uonekane mbele yake. Rafiki huyu kila kitu kwake kinakuwa ushindani, anakufuatilia kujua unafanya nini ili ya kupiku. Marafiki wa mashindano hawana amani na hawatakupa amani, kana wale wanaoshindana kuboresha maisha, siyo kuthibitisha nani bora. Rafiki mwingine ni rafiki wa maamuzi mabaya. Huyu ni rafiki ambaye kila mara anakupelekea kwenye hatari, mtu anayecheka unaposhindwa, anakushawishi ufanye vitu visivyo sahihi. Kwa mfano, anakwambia wacha kazi tuende party, au wewe si unajua shortcut za maisha, hakuna haja ya kusoma sana. Rafiki wa maamuzi mabaya ni kama dereva anayekukatia bima ya ajali. Atakupeleka sehemu hatarishi, alafu atakuacha peke yako ukipata madhara. Rafiki mwingine ni rafiki asiyekusikiliza. Huyu ni mtu ambaye kila ukijaribu kuongea anakukatia maneno, akujari. Kiukweli anangoja nafasi ya kusema yake tu. Rafiki huyu unamwambia unajisikia vibaya, anajibu hata mimi juzi nilihisi hivyo. Hatajaribu kukuuliza uliponaje. Rafiki wa kweli ni msikilizaji, si mzungumzaji pekee. Usikae karibu na watu wanaokufanya ujisikie kama mzigo wa kusimuliwa. Rafiki namba kumi ni rafiki asiyekutakia ukuaji. Mtu ambaye ataki ukuwe ni hatari zaidi ya adui. Huyu ni rafiki ambaye anapenda wewe wa zamani, yule mnyonge asiyejitambua, asiyejua thamani yake. Ukianza kubadilika, anasema sasa umeanza kujifanya, lakini kiukweli unabudi kubadilika, kwa sababu ukuaji ni sehemu ya maisha. Rafiki wa kweli anakusukuma kukua, hata kama mnaacha kufanana. Marafiki wanaweza kuwa baraka au laana katika maisha yako, lakini kumbuka, si lazima uwe na marafiki wengi, bali marafiki sahihi. Penda watu, lakini chagua marafiki kwa hekima. Usiwe mtu wa kutafuta marafiki, bali kuwa mtu wa kuvutia marafiki bora. Kama video hii imekugusa, acha like, share kwa mtu unayempenda niandikie. Kwenye comment, ni nani rafiki umewahi kukutana naye na ulijifunza nini katika maisha yako? Jina langu ni Mr. Arrive. tena wakati mwingine, asante.